Kuona kwamba shirika la TANESCO na wizara kwa ujumla zina mchango mkubwa sana katika kukuza hicho kinachoitwa GDP. Tunatoa sapoti kubwa. Miezi michache iliyopita, kulikuwa kuna wizi mkubwa sana wa transformer pamoja na ukataji wa baadhi ya miundombinu wa TANESCO. lakini tumeshirikiana na TANESCO wenyewe kuhakikisha kwamba tunadhibiti tabia hiyo. Wapo watu ambao walikuwa wanaibaiba vitu hivyo, lakini mpaka sasa kwa ushirikiano na jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola hali imeendelea kuwa nzuri sana na jambo la mwisho pia, zaidi sisi tunaendelea kumonitor. Juzi nilikuwa namsikiliza ndugu yangu padre Kitima, moja ya statement yake aliyoizungumza ambayo ni kubwa sana, yaani ukiangalia kwa jicho la kawaida unaweza kufikiri ndogo ila ni kubwa sana. Anasema siku niliyovamiwa kulikuwa kuna conspiracy kati ya wavamizi na Tanesco na kwamba Tanesco walizima umeme ili wale wahalifu waweze kuni kunidhuru kwa haraka. Sasa nimeongea na ndugu yangu Twange pia kwamba statements kama hizo ni statements ngumu sana na ni statements ambazo lazima tuanze kuzifanyia kazi vizuri sana. Kwa hiyo tumekwisha waambia wanasheria wafanye kazi yao na bila kubaki kimya, kwa sababu TANESCO tunayoifahamu ambayo kazi yake kubwa ni kupeleka huduma nishati kwa watu, sidhani kama inaweza kujiingiza kwenye upuuzi wa kiasi hicho cha kuzima umeme ili mtanzania mmoja aweze kudhurika. Sasa ukikuta kuna hayo maneno ndani ya mkoa unaouongoza, there is something to do, na lazima kama mkoa na lazima wana sheria Tukae kwa pamoja tumuulize vizuri ndugu yetu Father Kitima, labda na maelezo mazuri na ya ziada yatakayotusaidia kuweza pia kufikia kwenye lile lengo ambalo tumelikusudia. Lakini bado nataka nikuthibitishie, tutafanya kazi hiyo ili taswira ya TANESCO kama ambavyo ndugu yangu mkurugenzi amesema, iendelee kuwa njema.